Kuna mashetani ambayo yanasimamia ibada, yapo. Mtu anaenda kwa mganga, sio mwombaji, ila kama ametamani kuwa na, na shughuli za huduma, akaenda mahali kwenye kanisa akisema najua nami Bwana nataka nisali, iwe mchungaji neyo mwinjilisti, anapelekwa chuo cha Biblia, anakuwa mchungaji, lakini ndani yake hana uwezo wa kufunga, hana uwezo wa kuomba, hana uwezo wa kumtafuta Mungu, ila anatamaa ya maisha anapata nawaza, nipate watu, nipate sadaka, nipate hela, nifanye nini, makongamano nini, hela. Injili hii Mungu akutuita kwa ajili ya kutafuta pesa? Ametuita kutafuta na kuokoa roho za watu. Hebu sema roho za watu, amen, amen. Sasa mtu huyu akiwa namna hiyo, akipambana, akipambana, anaona yaeni, anasema ngoja nikatafute nguvu alina mamutana na yo wanatamani sana watu wa dunia hii afanyike hivyo, kwa sababu mchungaji ja akiwa na mambo ya kishetani ya namna na hiyo, nguvu ya mashetani iliyo kwenye eneo fulani haiwezi kudhurika. Akiwa naomba haiwezi kudhurika, akiwa na ubiri haiwezi kudhurika. Ni kama tu wanapoozana, ni kama kuchukua maji ya moto kuweka ndani ya friji. unanipata vizuri eh. Anakwenda tu anasema, Bwana mimi na kanisa langu, kanisa likue, kanisa liendelee, kanisa lina watu, kanisa watu wengi wanatoka. Mganga anamwambia <laughs> kuna vitu siwezi kukwambia wewe, ila tunaombea tu watu wa aina hiyo, Mungu awarehemu, kwa sababu siku ya mwisho watakataliwa vibaya. Hujawahi kuona mganga anamwambia, la, inabidi uzimke kanisa lako. Wewe unafanya kazi hivi nini? Duniani siku hizi hakuna cha hivi nini? Sasa unaweza ukanishangaa. Hebu waza kama Yesu alifunga siku arobaini alipomaliza, Shetani akamwambia ukinisujudia vyote nitakupa, watu wote nitakupa, yaani huyo mwana wa Mungu Yesu, lakini amemsujudia Shetani Akamwambia shetani nenda zako shetani, ni maandiko, utamshuhudia Bwana Mungu wako peke yake. Aleluya, aleluya. Kama shetani alitamani Yesu awe wa mchungaji unadhani atamani mchungaji awe wa kwake? Okay, nakuletea maandiko kwenye Wakorintho, anasema kama shetani anavyojigeuza awe mfano wa wa malaika wa nuru nje watumishi wake si zaidi shetani watumishi wake waliojigeuza kama watumishi wa haki, wafanana na wachungaji wa kweli, lakini kumbe nyuma yao yako matunguri ya kishetani kabisa, matunguli. Sasa matunguli yani. Chia watumishi wake nao hawezi kujigeuza kwa mfano watumishi wa haki. Mimi hapo Injili ya Kristo inageuka, inaanza kuwa kama biashara. Unashangaa mtu anafundisha vitu vya ajabu. Unashangaa maombi yanalipwa pesa, unashangaa kumwona mchungaji hela, unashangaa sijui nini, unashangaa zipo nguo maalum za kuvaa ili uombewe. Kuna mambo mengi duniani hapa, yaani kuna mali ni uwezi kuombea mpaka wananguo yao fulani, kama vo unabadilishwa hilo in iloukiabaaamuka chini, hata ulipelekwa, hat ukiamka umechanganyikiwa, unauliza sikio limepona, hata umechanganyikiwa juu. Baada ya muda sikio limerudi tena, alafu kinachomtokea, anakuwa mwana wa jana, anaacha habari za Mungu

lidamu kwa ulimwengu ulokupenda kwa sababu sio ulimwengu, hayawezi mafundishwa kukemea dhambi, hayawezi kukuonya juu ya ubaya, hayawezi kukuonya asili ya Mungu itakayokuja. Watu wanatamani tu waabudu Mungu wa sali, lakini ile asili ya Mungu itakayokuja unaabudu katika makosa katika michanganyo mbalimbali, lakini unatazamia kuiona mbingu. Amina, amina.